Alikuwa jaji mkuu Willy Mutunga ni miongoni mwa Wakenya watatu waliorejeshwa nchini baada ya kunyimwa idhini ya kuingia nchini Tanzania. Mutunga na wanaharakati wawili Hanisa Adan na Hussein Khalid wametishia kuishtaki serikali ya Tanzania katika mahakama ya Afrika Mashariki kwa kile walichosema ni kukiukwa kwa haki zao. Walitua katika uwanja wa ndege wa JKIA muda mfupi tu baada ya saa kumi unusu alasiri jaji mkuu wa zamani Willy Mutunga, afisa mkuu wa shirika la Vocal Africa Hussein Khalid, na mwanaharakati Hanifa Adan wakirejeshwa nchini kutoka Tanzania baada ya kuzuiwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam am 3, 3 p.m. Wanaharakati hao wakieleza yaliyowafika mikononi mwa maafisa wa usalama nchini humo. Leo hii, vipi watu wanakatazwa kwenda kufuatilia kesi ambazo ni kesi zinafaa kuwa kwenye mahakama ya wazi? Kwa hivyo ni kuonesha kwamba hapa Afrika Mashariki eh, tunapiga hatua nyingi kurudi nyuma sisi katika masuala ya demokrasia na haki za binadamu. Would a whole state have a list or mark activists coming into the country to stop um, us from attending Tundulisu's case? Sasa watatu hawa wametishia kuishitaki serikali ya Tanzania katika mahakama ya Afrika Mashariki. uh, Haya najiri huku duru zikiarifu kuwa mwanaharakati mwingine Boniface Mwangi anaendelea kuzuiliwa na maafisa wa polisi wa Tanzania baada ya kukamatwa katika hoteli moja jijini Dar es Salaam. Aliyekuwa jaji mkuu David Maraga aliyefaulu kufika katika mahakama ya Kisutu kwa kusikizwa kwa kesi ya kiongozi wa chama cha Chadema Tundu Lisu akishutumu matukio ya leo. Kupitia kwa ujumbe, Maraga alisema hatua hiyo imekiuka haki za binadamu. Najiri saa chache tu baada ya kiongozi wa chama cha PLP Martha Karua kuzuiwa na kufurushwa kutoka nchini Tanzania siku ya Jumapili. Wote walikuwa wamekwenda kufuatilia kesi dhidi ya Tundulisu anayekabiliwa na mashtaka ya uhaini. Ni mtafaruku unaotarajiwa kutokota hata zaidi, ukitishia kusambaratisha uhusiano kati ya Kenya na Tanzania. Kufurushwa kwa Wakenya kutoka katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere ukiwa tu mwanzo wa ngoma. Emmanuel to runinga ya Citizen kutoka katika uwanja wa ndege wa JKIA Nairobi.